Moja ya changamoto inayosababisha wengi wasiweze kupona bawasiri hata baada ya kutumia dawa, kwanza ni kutofahamu chanzo cha bawasiri ni nini. Wengi hatufahamu chanzo kikuu cha bawasiri. Chanzo kikuu cha bawasiri ni mishipa kwenye njia haja kubwa kuweza kuwa dhaifu, na ndio hiyo ambayo huwa tunaihisi, na hiyo ikitokea, ikateleza na kupasuka, inasababisha choo cha damu, inasababisha uvimbe, inasababisha maumivu makali, na inasababisha pale kwenye njia haja kubwa paonekane kama pameziba. Kwa hiyo kama unahitaji kutibu bawasiri unachotakiwa kutibu tibu chanzo chake ambacho ni mishipa iliyo kwenye njia ya haja kubwa. Ndio maana tukifanya operation uvimbe unarudi. Kwa nini unarudi? Kwa sababu chanzo ni mishipa, unatakiwa usafishe mishipa, pata dawa ya kusafisha mishipa, pata dawa ya kuimarisha mishipa kwenye njia ya haja kubwa. Hiyo ndio njia sahihi ya kufanya wewe kuondokana na changamoto ya bawasiri. Pelekea ni zaidi ya dawa. Kama uko hapa una changamoto ya bawasiri, wasiliana na mimi sasa hivi ili uweze kuondokana na maumivu unayopata kila siku kwa